Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh Sharif Ticha. Wa alaykum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tunashukuru tumekuja Kitonga tena kwa mara ya pili kwa sababu tumeona darasa zako, tumeona muendelezo wako katika kazi zako za tiba, especially katika mitandao ya kijamii. Sisi tumekuja hapa kutaka dondoo yoyote, kutaka jambo lolote ambalo unalifahamu, ambalo linaweza likaisaidia jamii, ikaisaidia watu ikawasaidia Watanzania ambao wanatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii na wewe uwape somo, uwape wazo lolote ambalo huenda likawasaidia katika biashara zao, katika maisha yao, katika watoto wao, katika familia zao. Wewe una usemi gani, una wazo gani kuwaambia watanzania hivi leo? Aa, kikubwa wana ni mshukuru Mungu, awali ya yote Mwenyezi Mungu ni mwema. Poa, tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri na kuhusiana na swala la kuambia jamii hapo, mambo mengi sana ya kuambia, mengi sana lakini mi ninaona labda achukue faida kuhusiana na masuala ya biashara, kwa sababu biashara naona ndo, ndo mtaji wa maisha katika familia. Naam, una, una neno gani la kuambia wafanyabiashara biashara An, katika elimu ya kwangu mimi, neno la kuambia sana sana wafanyabiashara kama kweli wanataka kufanya biashara, kama kweli wamechoka kurudi nyuma katika biashara zao, waamue waamue kufanya kitu, ili mradi waweze kupata riski iweze kuongezeka katika mitaji yao, kwa sababu wewe unakwenda unakwenda, una, una kufungua biashara Kariako kuna msongamano wa watu au unakwenda kufungua biashara sehemu yoyote unataka wewe, hiyo biashara ina mtaji wa milioni kumi, ina mtaji wa milioni ishirini, yani unafungua tu kizembezembe, alafu una, unaomba Mungu akusaidie. Mungu atakusaidia, lakini katika swala la kuendelea na kunyanyuka katika kiuchumi unatakiwa uwe mjanja sana wewe mfanyabiashara. Kwa hivyo leo nitawapa faida ambayo wao wafanya biashara kama wataifata faida hii au wataitaka faida hii kwa kuweza kuitumia watapata mafanikio. Watapata mafanikio. Naam. Jambo gani? Siri gani wafanya, wafanya biashara ili waweze kufanikiwa? Lengo kuwasaidia watu katika jamii waweze kufaidika zaidi katika maisha yao katika biashara zao, mitaji yao ikue na waendelee kuwa juu zaidi katika biashara. Mfanya biashara ambaye mwenye maduka, mfanya biashara ambaye ameweka pesa yake katika biashara yake, anataka anyanyuke na asirudi chini, asifirisike katika hilo jambo. Ninakupa eh, nakupa kodi hapa. Mfanya biashara wewe, sawa. Kuna vitu unatakiwa uvipate, vitu vitatu. Upate vitu vitatu. Kitu cha kwanza unachotakiwa ukipate, upate maji ya bahari. Nisikilize kwa makini sana hapa pata maji ya bahari, lakini maji hayo unaenda kachukua katika siku ya Jumamosi saa moja kamili asubuhi. Kisha pata na maji ya mto mto, lakini huo mto uhakikishe mto huu unafika baharini. Hivi nikisema hivyo, mwandishi, unanielewa? Nakufahamu, nakufahamu vizuri mwalimu. Eh, yani mto ambao unafika baharini, unaenda kumwaga maji baharini, sawa. Nenda kachukue maji hayo ya mto katika siku ya Jumanne saa nane. Siku ya kwanza umekwenda kuchukua Jumamosi. uh -huh. na siku ya pili unakwenda kuchukua Sa -sa. Jumanne saa -sa. nane. Maanake yale maji unayahifadhi kidogo tu katika chupa lita moja moja, sawa. Kisha baada hapo tafuta mbuzi mweusi. Wewe unataka biashara isishuke, sawa? Sasa tafuta mbuzi mweusi, kisha baada ya kutafuta mbuzi mweusi tafuta na bakuli la udongo jeupe liliokuwa kubwa kabisa Tafuta na bakuli la udongo jeupe kisha baada yaapo, ya hapo yachanganye maji yale ya mto changanya na maji yale ya bahari kwa pamoja, katika siku ya Jumamosi au katika siku ya Jumanne. Ikiwa ni siku jumane, ya Jumanne yachanganye maji hayo saa nane na kama ikiwa siku Jumamosi, ya Jumamosi yachanganye maji hayo saa moja ya asubuhi. Kisha baada ya hapo mchukue yule mbuzi mweusi mtilie nia unayotaka wewe kuwakutanisha watu na wateja katika biashara yako na kupata pesa kutoka bara na pwani. Yaani haya maji yana siri kubwa, sitaki tutaelezea lakini malaki maji haya ya bara yanakwenda kukutana wapi? Baharini. Kwa hivyo wewe hapo kuna lengo la kuwakutanisha watu kutoka mashariki na magharibi waje katika biashara yako. Utatia nia, baada kutia nia hiyo, kafara utachinja. Ile damu ya kwanza kabisa itakayotoka katika ule mnyama itadondokea katika, hakikisha idondokee katika ile le bakuli lenye nini? lenye maji sawa. Kisha baada hapo, damu hiyo, nenda kaiweke katika madhabahu yako ya biashara. Hakikisha asione mteja, isipokuwa wewe au mke wako katika hiyo sehemu ya biashara. Hii kafara ukifanya hakika, hakika mimi Sharif Ticha nakwambia, hautoshuka katika maisha yako yote, ila sasa utaendelea kuchinja kila baada ya miezi mitatu au miezi miwili au miezi sita utachinja, lakini pia We unapata milioni 20, milioni 30 biashara inanyuka, utashindwa kuchinja we? Hapana, hiyo ni faida kubwa sana mwa hapa. Eh, na sio kwamba unachinja, labda kutakuwa na masharti baada ya kuchinja pale na kuweka ile damu mule ndani, labda utakuwa na masharti mtoto wako, sijuwe utapata madhara? Hakuna madhara yoyote, ila bali pale unatafuta nguvu za malaika na majini kuweza kuvuta watu na watu wakafika, na hakika hautoshuka. Tunashukuru sana Sharif Ticha. Kwa elimu kubwa uliotoa, na unawashauri wafanye biashara wafanye haraka sana kuifanya ile jambo, maana yake eh, kwa sababu wewe si umeingiza hela, umeingiza pesa. Pesa inataka uwe serious, pesa unataka unataka uwe serious katika hiyo pesa, isishuke. Ikishuka utaipata wapi tena? Eh, watu wanahangaika, yani wewe wa unakuwa na milioni 20 milioni 30, unaweka tukia sala sala bila kuhangaika. Pesa anamiliki majini, anamiliki mashetani pesa, eh, lazima uwe uwe mjanja kwenye hilo na ukishindwa, nitafute Sharif Ticha takusaidia kwenye hili. Tunakushukuru sana sana, Sharif Ticha, asante sana, asante sana, asante sana.